Ni zile program zote ambazo kwenye kompyuta zinawekwa kwa lengo la wewe kuzitumia kwa matumizi fulani kama zile kwa ajili ya kwa. Ningependa sana kuishukuru TCRA kwa kiwango kubwa sana kwa kutupa nafasi mmekama pna hii idea nzuri ya kwa kuwahusisha wasichana wenye mahitaji maalum katika ICT kwa maana mara nyingi tulikuwa tukiangalia kwamba wengi wanaopewa ni wale ambao wana uwezo, lakini hii inaleta motivation na inaleta hali ya kuonyesha kwamba kumbe hata yule ambaye anaonekana katika jamii hana uwezo, ana uwezo pia kufanya vitu vikubwa. Kwa kweli kwangu mimi, mmenigusa sana moyo, kwa maana kuna kipindi nilikuwa natamani sana kujihusisha na ICT, lakini unakuta ile opportunities kija, mara nyingi unakuta wanawapeleka watu ambao wana hivyo, yani wana uwezo, lakini si wengine ambao ni hivyo, yani perfectionist kwani kama tunaye hey, kwa nyuma nyuma hivi kwa kweli tisara eh, mmenigusa sana moyo, na napenda kuwaomba kwamba, yani hii idea mlokuja nayo muendeleze zaidi, ikasambaye Tanzania nzima na ikawasaidie wengine, sio sisi tu ambao tunatamani hivi, lakini kuna wengine zaidi, wasichana wengine wapo huko mbali kwenye mikoa, wana uwezo lakini sema ndio hivyo hawajaonekana. Girls in ICT Inclusive Digital Transformation